Klabu ya Young Africans leo imetoa taarifa mbili kupitia kwa afisa habari wake Ali Shaban Kamwe, ambapo taarifa ya kwanza ni kuhusiana na ile michezo ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Young Africans wametangaza kutumia uwanja wa Amani Complex ambao uko pale Zanzibar, lakini taarifa ya pili ni kuhusiana na nyota wake mshambuliaji Clement Mzize ambaye atakuwa nje kwa kipindi cha wiki nane mpaka kumi. Hii ni kutokana na tathmini ya madaktari ambao walimkagua na kuangalia jinsi ambavyo nyota huyu alikuwa amepata majeraha ambayo alimweka nje kwa kipindi kirefu kidogo. Sasa tukianza na taarifa ya kwanza ya uwanja, ukiangalia uwanja wa Amani Complex ambao uko pale uh, Zanzibar ni uwanja ambao ni wa kisasa, umefanywa marekebisho makubwa mno, ambapo uwanja huo ulichezewa hata fainali ya pili ya Kombe la Shirikisho ambapo mnyama Simba alikuwa mwanafainali akipoteza pale mbele ya klabu ya RS Berkane, lakini pia inasemekana uwanja huo utatumiwa na klabu ya Singida Black Stars pamoja na klabu ya Azamu FC. Kwa hiyo huu uwanja utatumika katika michezo mikubwa na timu tatu. Simba pekee ndio hajathibitisha kwamba atacheza wapi, lakini inajulikana kwamba mara nyingi Simba huwa anatumia uwanja wa Benjamin William Mkapa almaarufu Lupaso katika michezo yake hiyo ya klabu bingwa barani Afrika ambapo, itakwenda kuanza kati ya tarehe 21 mpaka tarehe 23 na tatu mwezi huu hapa ambao tumeshaanza, yani mwezi wa kumi na moja. Lakini pia ukiangalia kwa nyota Clement Mzize hapa ndo ambapo kuna changamoto kwa Young Africans. Ni ngumu sana kupata mshambuliaji mwenye kaliba ya Mzize, kwa sababu ukiangalia kwenye squad ya Young Africans hivi sasa pale mbele, akikosekana Dube basi mara nyingi utamwona Andy Bobwa Boyeli, lakini pia hajapata muda mrefu kucheza Boeli. Lakini mara nyingi Prince Dube ndo amekuwa akitumika sana, licha ya kuto kudeliver kile ambacho wanayanga wanakuwa wanakitarajia kwa muda mrefu, kwa sababu amepewa nafasi mara nyingi lakini kuonesha imekuwa shida sana. Ila ukizungumza na kocha, atakwambia kwamba kwenye uwanja wa mazoezi Dube anafanya vizuri sana, lakini when comes to mechi ambayo ina ushindani Dube anakuwa tofauti sana, anakuwa ni mtu ambaye ana zile kosa kosa sana za magoli, kitendo ambacho kimepelekea pia wana Yanga wengi kuzungumza, lakini katika mchezo wao wa mwisho waliamua kumpa moyo na kumchangia ili kuonesha kwamba, bwana Dube, tuko pamoja na huu ni mpira na mpira sio uadui. Kwa hiyo bado kwa Dube tunaweza kusema acha tuendelee kusubiri, lakini kwa Mzize ukisema atakuwa nje kwa kipindi cha wiki nane mpaka kumi, tunamaanisha kwamba atarejea mpaka mwakani na wakati tunaelekea kipindi cha dirisha dogo Young Africans wanatakiwa watafute mshambuliaji ambaye atakuwa mbadala wa Mzize tofauti na Boyeli pamoja na Dube ambao bado hawaja click, ama hawajaonesha makali kama ambayo ameonyesha Clement Mzize. Kwa hiyo taarifa ya Mzize si nzuri sana kwa mashabiki wa Young Africans pamoja na washabiki wa soka, kwa sababu hata Taifa Stars Mzize ni kati ya nyota ambao ni wa kutegemewa na kuaminiwa sana, kwa hiyo atakosekana na tunatarajia kumwona mwakani ambapo ndipo atarejea tena uwanjani. Pole sana Mzize wa Tanzania tunakutakia kila laheri na tunakuambia ugu wa pole.